Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba imeonekana kama ni bahati kwa Harmonize e, baada ya mdada anaenda kwa jina la Paula ambaye ni mtoto wa Kajala e, kuimba wimbo wa Harmonize. Wimbo wa Furaha ambao unaonekana kutamba sana town na hii inaonyesha ni jinsi gani e, Paula ameweza kugusa na wimbo huo. Ikumbukwe e, wengi na wanavyofahamu ni kwamba Paula pamoja na Kaja, na, na Harmonize eh, huwa hawapatani, yaani, sasa Paula anaonekana E, kumchukia Harmonize kwa sababu ya yale ambayo aliweza kumfanyia mama yake Kajala e, miaka mingi iliyopita, kitu ambacho e, kiliweza kupelekea e, mpaka penzi la Harmonize pamoja na Kajala kuvunjika, e, kama unavyokumbuka. Sasa imeweza kuonekana kwamba hayo mambo yanaonekana kuisha, na pande mbili zote zimeonekana e, kuwa kua na furaha, na tunaona Paula ameonekana e, kuimba wimbo huo, na imekuwa gumzo mpaka Harmonize mwenyewe akaweza kuandika ujumbe huu kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa Ujumbe wa Harmonize kwa Paula akaandika, proud of you daughter God bless you and your family. Eh, sasa pale akaanza kumtagi e, Paula ambapo inaonekana akiwa naimba wimbo wa Harmonize e, kwa furaha na hii e, imeweza kumfikia Harmonize na pia na kusema kwamba anajivunia binti yake Mungu ambariki pamoja na familia yake. Kumbuka hapa apa kamuita daughter, manake kamuita mtoto kumbuka e, Harmonize ni kama baba yake kwa sababu tayari alikuwa na mahusiano na mama yake mamaake, kwa hiyo anamuita kama mtoto kwamba aweze e, kuwa na siku njema, lakini pia e, Mungu aweze kumbariki. Hii inaashiria kabisa kwamba hakuna ugomvi wote kati ya Harmonize pamoja na Kajala, na wawili hawa tayari inaonekana kuna mengine mengi ambayo ya nyuma ya pazia ambayo yatakuja kutokea, na inasemekana kwamba Kajala E, pamoja na Paula wameonekana wote wana furaha katika hili na inaonekana kabisa kwamba e, hili jambo inaonekana wawili hawa wameshamaliza tofauti zao ambazo wengi walikuwa wanaona ni kama ndoto kuona kama Paula ipo siku e, angeweza kuimba nyimbo ya Harmonize. Ne, wakati e, na nikukumbusha tu ni kwamba wakati Kajala akiwa katika ugomvi mzito na Harmonize e, Paula hajawahi hata siku moja eh, kujiposti akiwa anacheza wimbo wa Harmonize. Na nikueleze tu ni kwamba hata Harmonize alipokutana na mama yake hajawahi kuonyesha kwamba ana mapenzi ya dhati eh, kwa babake huyo. Sasa tunaona eh, siku ya Pasaka tumeona pa, Paula ameonekana kuonyesha upendo wa dhati kwa Harmonize na kuweza kucheza wimbo huo na imeweza kuonekana kufurahiwa kupokewa vizuri na mashabiki na wenyewe pia wameonekana kufurahishwa na alichokifanya Paula kuweza kuimba wimbo kuimba, kuimba, kuimba, wa Harmonize. Dondosha mwani yako, hakikisha unabonyeza na namanyekundu kwa subscribe.